Mwongozo wa Spika. Mheshimiwa Gambo no, naona umesimama. Mheshimiwa Spika, kwa namba ni mwongo, niombe mwongozo wako kwa sababu Mheshimiwa Waziri ametoa majibu na mimi nilitoa maelezo nikiomba uchunguzi ufanyike kutokana na tuhuma ambazo zilikuwepo. Sasa nilikuwa nadhani kuna mambo yamesemwa ambayo hayakusemwa sawasawa, la kwanza kuhusiana na jengo la utawala. Mheshimiwa Spika, nilijenga hoja mbili. Sawa. Sasa ili tuende sawasawa Mheshimiwa Gambo, Umese, hmm. umetumia neno hayakusemwa sawa sawa. Ndi. kwa hivyo ili tuende sawa sawa na kanuni zetu Ndi. katika hii taarifa aliyotoa Mheshimiwa Waziri hicho unachotaka kunieleza sasa hivi ni kwamba waziri amesema taarifa isiyo ya kweli Mheshimiwa, ndicho Spika, unachotaka kusema? Spika, kwa sababu amepewa nafasi ametoa taarifa, na mimi ningepewa nafasi nikatoa utetezi wangu, kwa sababu hili jambo lina maslahi mapana kwa jiji. Hapana. Keti, keti Mheshimiwa Gamba. Ehe. Mheshimiwa, Bunge isije ikaonekana kwamba kuna upande mmoja umesikilizwa mwingine haujasikilizwa hapana. Na ndio maana nilitoa upande wa serikali usikilizwe, kwa sababu wewe ulishasikilizwa na Hansard, niko nayo hapa mbele. Kwa hivyo wewe ulisikilizwa na Bunge na wabunge wenzako, sasa ilikuwa nafasi ya serikali kusikilizwa na Bunge na wabunge wenzako. Ndicho kilichofanyika hapa, na sasa umesimama, ndio maana nimekuuliza jambo moja sio kwa nia ya kukusikiliza wewe tena maana vinginevyo itabidi nimpe na waziri nafasi tena. Sasa katika zile taratibu zetu za kusikiliza hili bunge haliwezi kufanya hivyo, ndio maana tunafanya kazi kwenye kamati. Waziri alichokisema kwenye taarifa yake, umetumia neno ambalo halisemi kama ni uongo ama si sahihi, lakini umeweka hapo, si sawa sawa. Nimeuliza ili sasa nichukue hatua kikanuni. Taarifa aliyotoa Mheshimiwa waziri kuna mahali amelidanganya Bunge, ili tuanzie hapo kwanza. Amesema hili jengo limeanza nikiwa mkuu wa mkoa hapo, amesema uongo, lilianza nikiwa mbunge kwa 2019 ulikuwa umeshaondoka, ama halikuanza 2019 lilianza 2021. Sawa waheshimiwa. Ehe, kuna nyingine au ni hiyo tu? Bwana anataka nianze ni, ni, niende hapa. Mnaniona nimeshika kanuni tayari. Kuna lingine Mheshimiwa Gambo? kwenye taarifa ya waziri nyingine, Mheshimiwa Spika, ni msingi wa hoja yangu. Hoja yangu ni ambayo yeye ya amedanganya. Msingi wa hoja yako, yeye kadanganya, hajauelewa yani huo msingi nadhani na, na kuna mahali inahitaji kufanya clarification ili nipate majibu vizuri zaidim takupendeza Mheshimiwa mwenyekiti, kwenye mweshimiwa spika, kwenye ta, ada sekunde gamu. 30 kwa sababu ni kitu kidogo tu mheshimiwa, kwa sababu nikikupa wewe nafasi, lazima na yeye nimpe na bunge mm -hmm, humu ndani, ndio maana huwa tunafanya kazi kwa kamati, hatufanyi huu utaratibu forth. Kwa hiyo keti. Waheshimiwa wabunge e, jambo hili kwa sababu kama nilivyosema Mheshimiwa mbunge alipata nafasi ya kusikilizwa mchango wake na alisikilizwa mpaka mwisho nikatoa nafasi kwa serikali ili ilete taarifa bungeni imeleta taarifa serikali kupitia waziri na imesomwa hapa Mheshimiwa Gambo inaonekana kwenye ile taarifa iliyosomwa na serikali yeye anasema waziri amedanganya kwenye taarifa yake kwa hivyo jambo hili, kwa sababu mimi sina, uwaki, sina uwezo sasa hapa wa kuanza kufuatilia kila mmoja, nalipeleka kwenye kamati yetu ya kudumu ya Bunge ya maadili, kule wataenda kusikilizwa sawa. So, kwa hivyo kamati yetu ya Haki, Maadili na Madaraka ya Bunge itaanza kazi mara moja na leo. Eh, ngoja niangalie vizuri, leo ni tarehe ngapi jamani? Leo tarehe ishirini na tatu. Kazi hii ifanyike wiki ijayo, watapewa nafasi ya kuleta hiyo taarifa hapa bungeni, na mnazijua kanuni zetu vizuri, kwa sababu ndo tuko mwishoni sasa hivi. Kwa hiyo hamna mtu atakuwa hazijui hizi kanuni. Kwa hivyo kamati yetu itawasikiliza, alafu itakuja ituambie nani mwongo hapa ndani, na kisha hatua zitachukuliwa baada ya hapo. Asante sana. Mwongozo mheshimiwa Spika baada ya kusema hayo Mheshimiwa Gambo naona umesimama. Hii itakuwa ni mara ya mwisho kusimama. Sawa. Mheshimiwa Spika, mi naona kama sijatendewa haki kwa sababu unalijua jina Sibishan... la kamati ile na... Ngoja. Ngoja. Unalijua hmm. jina la kamati niliko kutuma linaitwaje? naijua na, Mheshimiwa inaitwaje sibishani... ile kamati ya maadili sibishani na wewe Mheshimiwa Speaker. Maadili pekee inaitwaje ile kamati maadili haki sasa ukisema Singa, sija kutendea haki. kule ninakokupeleka ni ili ukafanywe nini? Mheshimiwa Gambo. Sawa Mheshimiwa Spika, nashukuru. Mheshimiwa Spika, kule ninakokupeleka ni ili ukafanywe nini? Si ili usikilizwe haya yote unayotaka nikusikilize mimi hapa ndani tukiwa watu wote tunakusikiliza. mm. bunge linafanya kazi kupitia mm. kamati mm, na wewe umepelekwa kwenye kamati. Ndiyo. na hujapelekwa peke yako, umepelekwa wewe na uliyemtuhumu kwamba amesema uongo. Sasa hujatendewa haki na mimi ama hujatendewa haki na nani? Maana hamna hoja. No, sasa kipengele ndio sema amesema uongo ni kwamba kusema mimi nilikuepo wakati nikiwa mkuu wa mkoa wakati nilikuwa ni mbunge. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafanya clarification, nilikuwa natoa tu clarification kwamba katika hicho kipengele cha kusema kwamba mimi nilifanya nikiwa mkuu wa mkoa, ndio nilikuwa nataka rekodi zikae sawa kwamba nilifanya nilishiriki nikiwa nikiwa mbunge. unahisi una ni... kamati italeta taarifa gani hapa ndani? maana naona umeshajua italeta taarifa fulani ambayo itasisitiza kwamba wewe ulikuwa mkuu wa mkoa wakati haukuwa mkuu wa mkoa? Hapana, sijasema italeta taarifa gani. Nasema mheshimiwa Spika, kwa sababu unasema nimesema, amesema uongo, ndio nasema kile kipengele ambacho, a, nataka tena <laughs> kile kipengele ambacho nasema amesema uongo. Mheshimiwa Gambo, sasa hapo tena unaleta tuhuma zinazonihusu mimi kwamba nimeingiza maneno mdomoni mwako. Maana mimi nitaitisha Hansard sasa hivi. Hapana, Mheshimiwa Spika, nasisitiza kwamba nilichokisema amna kusisitiza, hebu keti chini. Keti chini Mheshimiwa Gambo. Keti. Utaenda ukajieleze kule kwenye kamati sawasawa, sawa. E, maana sasa nisije kuwa nimetoa hapa maamuzi tena huyataki, wakati wewe mwenyewe ulikuwa unajibu huku, kana kwamba kuna mahali unataka kufafanua. Ufafanuzi utatoa kwenye kamati, kamati italeta hapa ndani. Waheshimiwa wabunge tumeelewana eh? Ndio utaratibu, bunge letu linafanya kazi kwenye kamati.